Kuja kwenye dunia ni mabadiliko makubwa. Sasa hivi mimi nitajizungumza mimi ambayo inaweza ika transform kwenye mambo mengi sana ya kodi na kuweza kuwasaidia vijana. Mimi wakati naanza shughuli zangu nikiwa na miaka kumi na saba kumi na nane, shughuli yangu ilikuwa inajulikana ni shughuli ya kihuni. Yaani, mimi wazazi wengine walikuwa wanaona huyu ni muhuni, anapiga disco ni muhuni. Kwa hiyo haikuwa biashara rasmi kabisa, lakini vision ya kwangu toka na kuwa toka na miaka kumi na saba toka na miaka kumi na nane ilikuwa vision ya kuhakikisha kwamba entertainment itakuja kuwa rasmi na itarasmishwa na iwe ni kitu ambacho kinaweza kafungua milango mingi sana ya vijana wa Kitanzania wakati tunaanza kupiga madisko hata watu wa kodi walikuwa hata hawahangaiki kwa sababu walikuwa wanajua wale ni wauni ambao wanafanya tu shughuli zao, wanapiga madisko yao, wakienda wanalala, wanalala. Lakini leo I'm proud kusema biashara hiyo ya miaka ishirini na tano imelipa zaidi ya 20 billion kodi za Kitanzania kutokana na biashara ya kihuni ile. Wakati tunaanza narudi tena kusema vision ilikuwa very, very clear kusema kwamba tutafungua milango inayohusiana na entertainment. Kwa hiyo tulianza kwenye mambo yanayohusiana na madisco, tukaja kwenye ma event, tukaja kwenye ma radio. Na nakumbuka wakati ule ilikuwa ni ngumu sana hata kupata mkopo. Leo naweza nikamshukuru sana mzee wangu Mzee Kimei, naomba tumpige makofi kidogo. Kijana wa miaka 25 kupata mkopo wa milioni 40 ilikuwa ni mbingu na ardhi kabisa kabisa kabisa ngumu. Ilikuwa ngumu ngumu kabisa, lakini yule mzee aliniamini na akanipa, na ndio ikafungua safari ambayo leo naweza nikasema barabara imefunguliwa kwa vijana wengi sana wa Kitanzania, ambao wengi wamekwenda kwenye disco, wengine wameenda kwenye redio. Yote ilitokana na msingi mzuri ambao ulitengenezwa. Siku ya leo mimi ningependa tu vilevile vile, kutoa rai yangu kwa balozi, uh, Balozi Fue, ninauhakika kabisa katika timu yako huna jenzi huna na uhakika huo, lakini mabadiliko ya kidijitali yanayokwenda duniani sasa hivi, ukikaa uangalie kwenye upande wa entertainment pekee, nchi kama Nigeria GDP yao imepanda between 8 mpaka 12% kutokana na digital na mambo yanayohusiana na entertainment. Kwa hiyo kama serikali ya Tanzania itakaa kuangalia kwa kirefu na kwa uzito mkubwa sana kwenye sekta ya entertainment. Nimemwona profesa katika presentation ya kwake, swala la entertainment halipo kabisa, viwanda na vitu vingine. Lakini kiukweli kabisa, kama nchi yetu ikiweza kutoa support kubwa sana kwenye upande wa entertainment, ni sehemu ambayo kuna uwezekano mkubwa sana wa kupandisha GDP na mapato ya kodi kwa nchi yetu ya Tanzania. Wakati tunaanza kama anavyosema tena, vijana wengi ambao walikuwa wako kwenye upande wa entertainment, wengi walikuwa wanaonekana ni wahuni tu, lakini leo naweza nikadiriki kusema wengi ambao walipata nafasi ya kufunguliwa dunia na clouds, wengi wao ni matajiri leo. Hata mimi siwezi kuwa na hela ambazo wao wanazo, akina Diamond, akina Alikiba. Kwa hiyo ni lazima sekta inayohusiana na, na entertainment especially Wizara ya Fedha, uh, TRA, Wizara ya Utamaduni kuiwekea jicho kubwa sana la kuhakikisha kwamba inaweza kusaidiwa na ikaweza kuleta mapato makubwa sana ya pato la taifa la Tanzania. Upande wa JNZ, sasa hivi mabadiliko ya digital, ukikaa uangalie nchi nyingi sana matajiri wengi vijana wadogo, ni vijana ambao wanaanza miaka 18, 19, 20, 25 hapo katikati, na wakiweza kuficha wanaweza wakaficha serikali isipate hata senti moja, lakini nafikiria ni na jukumu kubwa sana la sisi wa Tanzania especially Wizara ya Fedha pamoja na TRA kukaa vizuri na vijana hao na kukaa kuangalia mawazo na kuona uwezekano mkubwa sana wa kuweza kuongeza pato la taifa kwa kupitia hawa vijana wadogo. Kwa hiyo mimi rai yangu ni kusema kwamba tuna nafasi kubwa sana ya kuongeza pato la taifa ikiwa serikali inaweza kwa kiasi kikubwa sana kuwatumia Gen Z katika maendeleo mengine yanayokuja. Dunia inabadilika, swala la digital ni swala ambalo limebadilisha mambo mengi sana katika maisha yetu sisi. Kwa hiyo rai yangu mimi ni kukaa kuangalia kwa kiasi gani tunaweza kuwajumuisha hata katika katika sekta nyingine nyingi tu ambazo zinaweza zikaongezea taifa letu pato. Mimi niombe tu, mwezi wa sita ni birthday yangu, sio miaka mingi, lakini ningependa nishirikiane na Wizara ya Fedha pamoja na TRA kutoa mwezi wa sita kwa sababu ya elimu tosha ya kuweza kuwasaidia vijana wa Kitanzania kujua kuhusu mambo ya kodi. Vijana wetu mara nyingine wanaweza wasijue kabisa umuhimu wa kodi ni nini, unanielewa? Wengine wamezaliwa Dar es Salaam, wako Dar es Salaam, hawajui kodi ndio zimejenga mabarabara, zimejenga mareli ma ma ma. Lakini kama watahusishwa na kuangalia, ni kama nchi kama Finland, wananchi wao wanalipa kodi kwa hiari kabisa, kwa sababu wanajua faida ya kodi ni, ni, ni kitu gani. Lakini sisi inawezekana hawa vijana ambao ni zaidi ya asilimia hamsini ya, ya Tanzania hawana hawana shule ya kutosha ya kujua kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kushirikiana na serikali yetu. Kwa sababu hiyo, niwapongeze sana TRA sana sana kwa kazi kubwa nzuri wanayoifanya. Niwapongeze mawaziri wote wa Zanzibar na hapa kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya kuhakikisha kwamba nchi yetu inaenda mbele na kodi zetu zinatumika ipasavyo. Mimi nitakuwa tayari, kwa sababu mimi bado najiregard, bado jenzi, ingawa umri umekwenda, lakini kwa sababu nao, kila siku ntaenda nao hivyo hivyo kwa faida ya nchi yetu. Mimi nafikiria kwa sasa hivi yanatosha niyoyazungumza. Asante sana, naomba tuongeze makofi mengi kwake. Ametukumbusha pia jambo la msingi kwa kweli, sera zetu, najua mawaziri wako hapa sasa hivi, inabidi tuhakikishe swala la a uh, teknolojia tunaliingiza kikamilifu, vinginevyo huko mbele tunakwenda. Niliona, nafikiri posti mojawapo kama sio ya Bill Gates ni mtu mwingine, lakini ilikuwa inaonesha huko tunakwenda 2030 na, na kuendelea, kuna siku kazi za kuajiriwa zitabaki labda tatu. Kwaani kanaamini nikaposti nikasema jamani, kila mtu atizame kazi yake itakuepo ifikapo hicho kipindi. Kwa hiyo teknolojia huko etuendako ni jambo la msingi sana, na vijana wengi sasa hivi wamewekeza sana kwenye teknolojia. Mifumo sasa hivi ni, ni kila kitu ni teknolojia hata nataka kuoda chochote ni mitandaoni.